Kaskazini mwa Kenya kuna kijiji ambacho hakifuati utaratibu wa kawaida unaofahamu. Hii ni kijiji yetu wa wamama. Hakuna mwanaume ambaye anaruhusiwa kulala hapa, hakuna wanaume wanaoishi hapa. Kijiji yetu imekaa zaidi ya miaka 30. Sasa wamama ambaye wako hapa ni wamama ambaye wana mabwana. Nimepitia mambo mengi kwa wanaume, wanaishi kwa utaratibu wao. Sasa mwanaume akiingia hapa bila ruhusa yetu atapata chamcha makuni. Munawachukia wanaume ama vipi? <laughs> hivi sasa wananieleza kuwa wameketi tu angalau wapumzike baada ya siku nzito yenye shughuli nyingi, na pia wanachukua fursa hii kuhakikisha kuwa wanaelimishana kuhusu maisha, na pia wanasema mahala hapa walipo ndipo wanapopata utulivu tosha. Huyu anaitwa Kevin, tumemkaribisha leo alale hapa kwetu, ndio aone maisha ya kwetu vile ina, inaendelea, msimfuguze <laughs> mtanifukuza jamani.